Mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji wa Mwangaza 360 Media. Leo nataka nikuletee simulizi nzuri na historia ya kweli katika kile kinachoaminika kuwa ni Bermuda Triangle. Je, ushawahi kusikia kuhusiana na Bermuda Triangle? Sikiliza simulizi hii ya kusisimua. Upate funzo na upate elimu mbalimbali. Je, Bermuda Triangle au maarufu kama pembe tatu ya Bermuda, Ipo eneo gani? Aa, Bermuda Triangle ni eneo la baharini linaloaminika kuwa hatari sana, liko katika bahari ya Atlantic magharibi, inafanya pembe tatu kati ya maeneo makuu matatu. Au je, kwa nini inaitwa Bermuda Triangle? Ni kwa sababu ni pembe tatu ya maeneo matatu. Kwanza eneo la Florida ambao ni Marekani, na pili ni Bermuda ambacho ni kisiwa cha Uingereza, na tatu ni Puerto Rico ambayo ni kisiwa kilichopo katika maeneo ya Italia. Eneo hili lina ukubwa wa takriban kilomita za mraba laki tano hadi milioni moja na nusu. Huko ndipo silimulizi nyingi za ajali, kupotea kwa meli, ndege na watu zimetokea bila maelezo ya kisayansi ya moja kwa moja. Ah, jina lenyewe Bermuda Triangle yalianzishwa rasmi mwaka 1964 na mwandishi Vincent Gaddis katika makala ya The Deadly Bermuda Triangle, ingawa kabla ya hapo matukio ya ajabu yalianza kuripotiwa tangu karne ya kumi na tisa na hata mabaharia wa zamani walisema eneo hilo lina nguvu za ajabu, yani, magic power. Tukio la kwanza maarufu zaidi kuonekana au kuwahi kutokea maeneo ya Bermuda Triangle. Basi, ni ajali ya ndege inaitwa Flight 19 Desemba 5 mwaka wa 1945. Ndege tano za kijeshi za Marekani zilitoweka pamoja na rubani wao baada ya kuingia kwenye eneo la Bermuda Triangle wakati wa mazoezi. Timu za uokoaji zilifanya juhudi mbalimbali mbali, za, za utafutaji wa ndege hizo tano ambapo pia timu hiyo ya uokoaji ilipelekwa pia ilipotea, yaani timu ya uokoaji iliyoenda kufanya uokoaji na yenyewe pia ilipotea, na hadi sasa haijulikani ilipo. Simulizi ya kusisimua kuhusiana na eneo hili la Bermuda Triangle. kwenye bahari ya bluu iliyotulia, macho ya dunia yameshuhudia jambo lisilolezeka: rubani mwenye uzoefu, meli za vita na wanamaji waliopotea kama moshi wane. Karibu kwenye pembe tatu ya mauti Bermuda Triangle. Leo tutazama kwenye eneo ambalo limechukua maisha, meli na ndege, lakini alijaacha ushahidi wote nyuma. Tukio la Flight kumi na tisa nililosimulia awali linaacha maswali mengi ya ajabu ambapo A, mabaharia A, pamoja na ndege tano za kijeshi wanajeshi na waokoaji wote walipo katika eneo hili la Bermuda Triangle. Kuna watu gani walishawahi kuzungumzia? Watu mashuhuri waliowahi kuzungumzia eneo hili la Bermuda Triangle, tuangalie mtu wa zamani mwana maji pamoja na mm, tunasema hawa ni explorer Christopher Columbus, ambaye huyu alivumbua bara la Amerika. Wakati wa safari yake ya kwanza kuelekea Amerika mwaka elfu moja mia nne tisini na mbili, aliandika kuona mwanga wa ajabu kwenye anga na mwelekeo wa dira kubadilika bila sababu. Columbus alizungumzia kuhusiana na mwanga huo wa ajabu ambao aliweza kuona angani maeneo ya Bermuda, karibu na kisiwa cha Bermuda. Mtu mwingine aliyewahi kuzungumzia ni Charles Berlitz, aliandika kitabu maarufu cha The Bermuda Triangle mwaka 1974 kilichosababisha umaarufu wa eneo hili duniani. Alizungumzia matukio mbalimbali yaliyotokea katika eneo hili. Ikiwemo ajali mbalimbali mbali za ndege, ajali za meli pamoja na mabaharia wengi au wana maji ambao waliweza kuzama, kuzama katika eneo hilo. Je, kuna ajali ngapi kubwa ziliwahi kutokea katika maeneo ya Bermuda Triangle? Kwanza kuna hiyo flight 19 1945 ambapo ndege tano za kijeshi za Marekani zilipotea pamoja na hayo yote. Timu ya uokoaji iliyotumwa kwenda kutafuta ndege hizo nayo na ilipotea. Mwaka 1918 USS Silopas, meli kubwa ya jeshi la Marekani yenye miwa mia tatu na sita ilipotea bila kuacha chembe ya udhibitisho au alama yoyote kwamba iko sehemu gani. Mwaka 1948 na mwaka 1949 Star Tiger na Star Ariel ndege za abiria kutoka Uingereza zilitoweka hadi sasa hivi hakuna udhibitisho. hakuna udhibitisho wa kisayansi kwamba ndege hizo zilikuwa sehemu gani. Ellen Austin, elfu moja mia nane themanini moja meli ilikumbana na meli isiyo na watu ndani, ilipojaribu kuiokoa ikaondoka na haikupatikana tena. Miongoni mwa matukio ajabu kuwahi kutokea ni hayo manne. Kuna matukio mengi au hadithi nyingi za kusisimua. Hadithi hizi ambazo hazina ukweli au hazina udhibitisho wa kisayansi. Ziliwahi kusimuliwa. Kuna hadithi, kuna hadithi ya watu kuona vyombo vinavyoelea angani kisha kutoweka katika maeneo ya Bermuda. Kuna hadithi ya mishale ya dira kupotea kupoteza mwelekeo n, yani mishale ya dira ya kwenye meli inakuwa inapoteza mwelekeo ikifika maeneo ya eneo lilipo kisiwa hiki cha Bermuda Magari ya anga kuonekana kuzama angani, lakini miito ya msaada kutoka kwa rubani waliopotea miaka mingi nyuma imekuwa ikionekana. Hizi ni hadithi za kusimua, zimekuwa zikisimuliwa. Mpenzi mtazamaji, je, ushawahi kusikia nini kuhusiana na neno Bermuda Triangle? Tuwekee komenti yako, usahau kusubscribe na kushare. Hii ni Mwangaza 360 Media.